Wikendi hii kwa maana ya siku ya Jumamosi dunia imesherekea siku ya mwanamke duniani Women's Day. Na ukipita huko mtandaoni utakuwa umeona pengine masta wakiwa post pia wanawake zao, mama zao kwenye siku hii kubwa ambayo dunia imekuwa ikiadhimisha kila mwaka. So Diamond Platnumz naye kwenye peji yake ya Instagram ameposti watu mbalimbali mbali. Lakini picha ambayo imetrend ama inaendelea kuzunguka mtandaoni ni picha ya Mama Dangote hapa akiwa amekumbatiwa na Zuchu. Diamond ameiposti kwenye page yake ya Instagram ikiwa ni sehemu tu ya kuwa eh, wish eh, happy women's day. Kwa hiyo ukipita mtandaoni sasa hivi utaona hii picha imekuwa ikizunguka sana, na ni kwa sababu tu ya yale ambayo yalikuwa anasemwa kwa mama Dangote, hamwelewi Zuchu, hayuko radhi Zuchu kuolewa na Diamond. Umeshuhudia baadhi ya clip uh, uh, ambazo zimekuwa zikisambaa wiki za hivi karibuni kwa hiyo usingetegemea kwa yale maneno ambayo alikuwa anasema huko, kuona picha kama hii. Na hii ni ishara ya kwamba inawezekana yanayosemwa inawe ni ya huku mitandaoni, lakini wao kule wana love kama kawaida. Upendo upo na ndio maana unakuta eh, moments kama hizi zimekuwa zinatokea. Sijui ni picha ya lini, kama ni ya hivi karibuni ama ya muda, lakini Diamond ameishare kwenye page yake ya Instagram, na hii ni kama kutuma message kwamba mama yake pia yuko pamoja na yeye kwenye kila ambalo analifanya kwa hiyo hata kwenye mahusiano Mark hayuko nyuma, yuko anamsupport na anamkubali Zuchu. Hii picha nafikiri unaweza ukaitafsiri hivyo, eh, kwa eh, tafsiri rahisi kabisa, au sio? So niambie kwenye sehemu ya comments hapo, wewe siku ya wanawake umemwish nani eh? Nita enjoy sana kusoma comment yako, lakini pia nikukumbushe kusubscribe, kwa taarifa nyingine kila wakati.